Hatuna eh, lazima uanze kwanza kwa bodyguard. Matokeo tumeyapokea, kilichobaki hapo tunawaza tarehe 15, hatuna mawazo mawili mawili, lakini kabla ya kufika tarehe 15, leo tunaona mwalimu alijaribu rotation, shangazi, chumba cha Omar, haijasaidia katika mtoto wa leo. Yes, wachezaji wote wamechoka, wengi wakaangalia namna gani ambavyo Simba imeweza kucheza kwenye mechi zake zote mpaka kufika hapo. Kwa hiyo binafsi yangu mimi kiukweli, yaani, nina amani ya moyo katika, yani leo ndio siku pekee ambayo imefungwa na nina amani. Umefurahi? Yes.

Sasa 15 manake katika huu mchezo manake una na mchezo. Sawa. Sawa. Tumefungwa hapa leo eh, waje tu. Tumefungwa jamani. Ndio. Waje. Waje. Sisi timu yetu ni ya kawaida. Kawaida tunajenga timu, tumefungwa. Shida? Si hey, meukosa me, me, me, me, yes, ubingwa wa Afrika lakini pia ni kombe la pili hili mnapoteza. Unadhani kuna hiyo morali sasa ya kuzipambania michezo mingine iliyosalia? Ah, kwanza mchezo pekee ambao tunausubiri na tunaugwadu nao hmm, ni wa tarehe 15. 15. Yes. Mechi ambazo zimebaki ni tatu, sisi na wao au wao na sisi, alafu tunacheza na yes. Kwa hiyo binafsi nina, ninaamini ah. Mm, tarehe mm, mm, kumi so, na tano tukitimiza ule ubaya wela wetu, hizi mechi mbili zilizobaki ni kama kumpa kumpa uji mgonjwa sahivi, wanasema na wenyewe anawataka hapo ndo nd wamesema eh hawasemi tunachocheza hatuchezi, wanataka mechi kacheze Zanzibar. Sasa ah, sasa kwa nini mechi cheze Zanzibar kati uwanja taifa huko? Ni kwa sababu ya masharti yao inabidi muyatimize. Wakina nani wao? Ah, wao wakina nani bwana. Alafu taifa ni wao, ndio wenyeji wa mchezo wao ndio wenyeji wa mchezo, wanaweza kuhamisha uwanja. Ah, wana uwezo eh, si wenyeji popote hata akisema tushuke pale baharini 10 na iko naomba tuniwakumbushe. Kwanza, Simba Sports ipo inajenga timu yake, imefika fainali ya kombe ya shirikisho barani Afrika, sio unaelewa? Na Simba imefika pale. Unajua, kuna wakati huyufa inabidi nyinyi mumchunguze. Huyu kocha Fadhi anabidi achunguzwe. Kuna vitu anatoka nje. Sisi tulimkabidhi timu yetu ikiwa ni mpya, Mavango amjui, au au amjui Kamara wala Kamara mjui shabara mashaka mashaka ka anashangaa shangatu, tukamwambia baba Mario Mario aelewi, sijui unanielewa baba. Hey, baba, sikiliza hii timu sisi tunataka tuifike nusu fainali, kwa sababu tupo kwenye matengenezo huyu hey, baba akaipeleka fainali kwa hiyo kuna namna mnabidi mumchunguze. Sasa, anabidi achunguze, muandae idara husika kwamba imekuwaje. Sisi tumempa timu, tukamwambia ishia nusu finali, baba akaipeleka fainali. Hayo ni makosa, na medali kachukua, na medali kachukua. Maona huyo baba alivyokuwa ananongwa. Ehe. <laughs> <laughs> kwa hiyo na tarehe kumi na tano sasa, sijui lakini kuna yeah, jambo, ila mimi ninaamini wale jamaa So, tumefungwa, waambieni, si waje. Sisi tumekubali kufunga, waambieni wao waje. Na chini chini, kuna watu wameanza kumtabiria kocha Fado Davis pengine akamaliza msimu vibaya. Huo utabiri ulianza muda, walisimama mm, wakaleta na rekodi wakasema, Fado ameishusha timu sijui South Africa, akaishusha daraja sisi tukasema haya. Kwa hiyo mimi wala huo utabiri si utabiri, kama utabiri wa hali ya hewa tu. Wewe ukiamua mwezi mzima kutabiri, wamekuwa wazee vitambi tambia, wale ndio timu za kumi na tano. Sisi tume relax tume watawakuta watatukuta na sisi hatuna shida yoyote, tupo tunawasubiri eh. Yani haogopi mtu? Ah, sisi tunamwogopa, afu mbona wao wanadivati jamani, si ndio sisi

Wewe uogopi? Tatu moja. Wewe una mashaka yeah, eh? <laughs>